Wanasema ukomavu bila busara ni mzizi mbaya kwa jamii, inayoheshima ndio rutuba ya maelewano. Mtazamaji, ni matumaini yangu kuwa usalama salmini popote ulipo leo, ikiwa siku ya Ijumaa tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili ishirini na tano. Karibu kwenye angazo la Milele Media kwa habari za kina na tendeti, ambapo tuongozwa nami mwanahabari wako tayari kukupasha habari zisizoasa bali kuongosha na kufahamisha. Inafahamika kama Muntaz mwana wa Ramadhan, ni kujuze kwa yaliyomo. Naam, siku zote wanasema kwamba panapo uovu pana hukumu. Katika tukio la kusikitisha lililotokea katika kijiji kimoja nchini Nigeria, mwanamume mmoja akamatwa baada ya kupatikana akiwa amembeba mtoto wa kike ambaye baadaye alithibitishwa kufariki dunia, kufu, kufuatia kitendo cha ubakaji ambacho kinadaiwa kutekelezwa na mwanamume huyo. Taharuki, simanzi na majonzi bado imetawala katika kijiji hicho baada ya tukio hilo la kinyama kutendwa dhidi ya mtoto mdogo wa takriban miezi kadhaa. Kwa mujibu wa mashuhuda, mwanamume huyo alionekana akitembea kwa wasiwasi mkubwa, jambo lililowafanya wanakijiji kumfuatilia. Wanakijiji waliokuwa na hasira kali walimzingira mtuhumiwa, wakimshutumu vikali na kujaribu kumkomesha, baada ya polisi kuwasili kumuokoa kutoka kwa umati uliotaka kujichukulia hatua. Mamlaka zinasema uchunguzi wa kina umeanzishwa na mtuhumiwa anashikiliwa na polisi, huku wakazi wa kijiji wakitaka wa haki itendeke bila ya kuchelewa. kutoka eneo la tukio, na katika simulizi inayowacha jamii ikitetereka, tukio hili limekumbusha kuwa siku za mwizi ni arobaini, na kama wahenga walivyonena kwamba mwisho wa ubaya ni aibu. Haki sasa ipo mikononi mwa vyombo vya usalama, na jamii inasubiri kwa matumaini kuona kwamba haki ya mtoto huyu haipotei gizani. Na salia kuwa wako, Muntaz Ramadhan nikiripotia kutoka Milele Media, kaunti ya Mombasa.